Uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na plastiki umetajwa kama changamoto kubwa licha ya serikali ya Kenya kupiga marufuku utumizi wa plastiki miaka minane iliyopita. Hali hiyo imewafanya wadau wa mazingira kuitaka mamlaka ya mazingira Nema kukaza kamba na kuwaadhibu wanaoingiza plastiki nchini na wale ambao wanatengeneza bidhaa hiyo. Michael Mutinda na taarifa kwa ukamilifu wa mazingira unaosababishwa na plastiki umekuwa kero kubwa licha ya marufuku ya utumizi wa plastiki kuwekwa mwaka 2017 although the ban is not 100% effective but you, you do not see uh, when you walk around a lot of plastic or bags or waste. So the, we still have a long way to go as a country in terms of banning of, of uh, use of plastic and i think that the discussion should continue because it disappeared somewhere uh, at some point hata hivyo marufuku hiyo haijatekelezwa ifaavyo, kwani plastiki zinatumika kwa kiwango cha juu kwenye maadhimisho ya siku ya mazingira. Gavana wa Makueni, Mutula Klonzo Junior, aliilaumu serikali kuu kwa kutohusisha serikali za kaunti kusaidia katika vita dhidi ya plastiki, huku wanaoingiza plastiki nchini na wanaozitengeneza wakibakia huru.

Aidha, uchafuzi wa Mto Athi ambao ndio chanzo cha bwawa la Thwake unawatia kiwewe viongozi wakitaka wanaochafua mazingira kujukumishwa kuyasafisha. Michael Mutinda, runinge ya Citizen Makueni.